wenu wapendwa katika Bwana, leo tutajifunza, ni somo fupi tu, lakini kabla tujaanza somo letu, tunaweza tukamkabidhi Mungu, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mfalme wa amani, ketie mahali pa juu, Bwana Yesu, tunakaribisha mahali hapa katika neno hili, tunaomba Bwana katembee pamoja nasi, Roho Mungu akaseme ndani ya mioyo yetu, tunaamini Jehova, hata wale watakao kwenda kulisikia neno hili Bwana watakwenda kubadilika. Mfalme wa amani, utakwenda kuwajenga zaidi kiimani watakwenda kuinuka na watakwenda kuona wewe. Asante Jehovah, asante Shaddai, tunaamini Bwana tutakwenda kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki nikupitia jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Lakini leo kwa ufupi, ningependa kuwafundisha neno moja ambalo unatoka katika kitabu cha Mithali nne ule mstari wa ishirini na tatu ambao unasema kwamba linda moyo wako kuliko yote uliyalindayo maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Mwandishi huyu anatuambia kwamba tulinde mioyo yetu kuliko yote tuyalindane, maana ndani ya mioyo yetu chemchemi za uzima ndio zinatoka huko, baraka zetu ziko huko. Kwa hiyo hata katika maisha yetu jamani, wapendwa katika Bwana, tusipende kuweka vinyongo ndani ya mioyo yetu. Pale mwanadamu anapokukosea unatakiwa ujinyenyekeze chini yake upate kumwomba msamaha. Ukishapata kumwomba msamaha, hauwezi ukawa na kinyongo ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako kutakuwa na amani. Lakini ukiwa na makwazo ya watu baadhi, huyu kanikwaza kafanya hivi na hivi, lakini ukizidi kubaki na kile kinyongo ndani ya moyo, unazidi kuumia, unazidi kuumiza moyo wako. Kwa hiyo ukizidi kuumiza moyo wako, Mungu hapendi. Mungu anapokuja kukubariki, anaangalia mwanangu, mbona na masononiko. Baraka zetu tunazizuia kwa sababu ya mioyo yetu, tunafanya mioyo yetu kuwa migumu. Wapendwa katika Bwana, jioni ya leo tumuombe Mungu tumwambie Mungu atujalie ndani ya moyo yetu tusiwe na makwazo na watu, tuwe yani ndani ya moyo wetu tuwe na furaha siku zote. mioyo yetu ina upendo. tunaposemezana na watu ndani ya mioyo yetu iwe na furaha. watu hata watakapotutazama waseme, kweli huyu hana shida yoyote ndani ya moyo wake, anamtumikia kwa Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hata atakapokuja kutubariki, akitazama mioyo yetu haina chuki na watu, mioyo yetu imejaa furaha, mioyo yetu imejaa amani Kweli Mungu atasema huyu mwana ni mwanangu nipendaye, lazima atalipa baraka ndani yako. Kwa hiyo, napenda kutoa mfano mmoja. Kuna binti mmoja, kweli maisha yake kweli, yani, alikuwa anakozana na watu, watu wanamsema vibaya, lakini anaamua tu ajishushe chini, kwa kuwa alikuwa anampenda Mungu. Anasema kweli, siwezi nikawa na kinyongo ndani yangu, maana nikiwa na kinyongo ndani yangu nitakosa baraka kutoka kwa Mungu. Anasema kuli hata kama wamenikosea wamenifanyiki hili jambo ni kweli, namwachia Mungu lakini siwezi nikawa na kinyongo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana, jioni ya leo napenda kwa Kristo wenzangu, napenda kuambia kwamba ndani ya mioyo yetu tusiweke jambo lolote, maana ndani ya mioyo yetu baraka ndivyo zinavyotoka. Kwa kuhitimisha somo letu, tupende kumshukuru Mungu, mtakatifu, mtakatifu, mfalme amani jeo Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya somo hili letu la leo, tunaamini Bwana utakwenda kuwabariki kila mmoja mmoja aliyepata kusikia neno hili, tunaamini Bwana utakwenda kubadilisha juu ya maisha yao kupitia jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kweli wapendwa wasikilizaji, napenda sana kuwashukuru kwa wale wote mliweza kusikiliza neno hili, naamini neno hili litakwenda kufanya jambo na mtakwenda kubadilika juu ya maisha